Vijue vipimo vya zege vya kitaalam. Hivi ndio vipimo vya zege maarufu kwa jina la grade. Zijue grade za kitaalam. Utangulizi wa quantification ya kazi iliyopimwa. Hii ina msaada kwa kila mtu kujua namna ya kujua vipimo vya zege au unaweza kuita grade, kuanzisha kiasi na nyenzo zinazohitajika kutokana na mradi husika wa ujenzi. Nguvu ya zege. Hii ni nyenzo inayotumika kubainisha uimara wa zege kulingana na mgao wa mchanganyiko kwenye zege. Grade yenye namba kubwa ndiyo imara zaidi kuliko grade yenye namba ndogo. Grade ya zege moja. Grade 30 mchanganyiko wake ni wa moja kwa moja kwa mbili, yaani saruji, mchanga na kokoto na hii inatumia maji lita ishirini na tano zitatumika. mbili. Zege gredi ishirini na tano mchanganyiko wake ni wa moja kwa moja na nusu kwa tatu, lita ishirini na saba za maji zitatumika. tatu. Zege gredi ishirini mchanganyiko wake ni wa moja kwa mbili kwa nne, lita thelathini za maji zitatumika hiyo ni nne tano, ile ni tatu, ilikuwa nakuja nne. Zege gredi ya kumi na tano mchanganyiko wake ni wa moja kwa tatu kwa sita jumla ya lita thelathini na nne za maji zitatumika. Zege gredi ya kumi mchanganyiko wake ni wa moja kwa nne kwa nane zege gredi saba na nusu mchanganyiko wake ni wa moja kwa tano kwa kumi. Zege gredi tano mchanganyiko wake ni wa moja kwa sita kwa kumi na mbili. Ukumbuke kwamba nimesema kwenye gredi namba kubwa ni imara zaidi kuliko namba ndogo namba ya kwanza inawakilisha saruji na namba ya pili inawakilisha mchanga na namba ya tatu inawakilisha kokoto. Nadhani hapa sina haja sana ya kuifafanua kwa kina, kwa sababu kuna video nyingi nimelielezea hili huu, namna hizi namba zinavyojipanga na jinsi ya kuzizidisha. Hivyo ndivyo viwango sahihi vya zege vinavyojulikana dunia nzima, yaani dunia nzima inatumia viwango hivi unapoona majengo yote yanajengwa pia ninachora ramani za nyumba aina zote, ninajenga nyumba za aina zote na paua nyumba za aina zote. Ninajenga malumalu na skim na kupaka rangi, na ninafanya finishing zote kwenye nyumba, au unaweza kusema unanikabidhi kiwanja na mimi ninaukabidhi ufunguo. Asante sana kwa kunisikiliza, na karibu tena kwa elimu zaidi na zaidi. Utaka kufanya kazi na mimi namba umetoka unaziona, muda mrefu hapo. Hizo ni namba zangu mimi mwenyewe, unaweza kuwasiliana na mimi tukaweza kupata kazi. Uwe na majukumu mema. Shukrani.